Ndugu zangu ni wakaribishe wakati mwingine tena katika kipindi chetu muhimu, na kipindi hichi tumekuwa tunaeleza wazi na tumekuwa tukiambiana, tunafundishana masomo ya kiroho, na nimekuwa nayaleta kwa lugha rahisi sana, na ili tuweze kuelewana. Sasa leo ni moja kati ya siku ambayo muhimu sana, uweze kutega sikio, uweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuwasiliana mimi na wewe kupitia nafsi zetu, ili uweze kuelewa kile ambacho nitakachozungumza na nitakachokielimisha au kukifundisha siku ya leo katika somo hili muhimu, miongoni mwa masomo ambayo watu wengi walikuwa wakiyasubiri na wakiuliza kwamba wanataka kufahamu kuhusiana na nini maana ya nafsi, lakini pia nafsi ina nafasi gani katika mwili wa mwanadamu au katika miili yetu sisi wanadamu. Sasa leo ni somo hili ambalo linasema nafsi ya mwanadamu. Sasa kaa vizuri kwa kusikiliza, tafuta muda mzuri wa kukaa umetulia. Nafikiri video hii itabaki kwenye platform zetu zote za mitandao ya kijamii, una uwezo wa kuipata, ukatafuta muda uliotulia, ukasikiliza kwa makini kile ambacho tutaelimishana siku ya leo. Sasa tukianza na kueleweshana moja kwa moja katika somo letu, kama linavyoonekana hapo kwenye screen au hapo juu unapotazama, ni kwamba nafsi ya mwanadamu ndio tunaoizungumzia siku ya leo. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza nafsi ni nini na pengine hawajui nafsi ni kitu gani. Sasa kabla ya kuizungumzia nafsi ni vyema kujua nafsi imeambatana na vitu gani katika mwili wa mwanadamu. Kitu cha kwanza, nafsi imeambatana na body kwa maana ya mwili, lakini nafsi imeambatana na spirit au tunasema kwa Kiswahili, roho. Unaposema roho, unazungumzia hewa au upepo. Tutakuja kujielezea tukifika kwenye somo la spirit, lakini leo tuko kwenye somo la soul kwa maana ya nafsi. Hiyo ndo tutakaoizungumzia haswa, kwa maana ya somo la nafsi ya mwanadamu kwao. Ni vyema kujua nafsi inaambatana na vitu gani. Kwao nafsi inakuwa katikati, katikati kati ya bodi pamoja na spirit, kati ya mwili pamoja na na roho. Kwa hiyo tunaizungumzia leo ni nafsi, hasa nafsi ni nini? Kabla hatujafahamu kuhusu nafsi, ni vyema kufahamu mambo muhimu, vitu muhimu katika mada ambazo tutazungumzia na mfululizo wa mada zetu. Ya kwanza tutazungumzia kuhusiana na roho lakini pia tutazungumzia kuhusiana na nafsi na ndio somo ambalo liko sasa hivi, lakini pia tutazungumzia kuhusiana na mwili. Kwa hiyo ni vyema kufahamu hivi vitu vitatu, kwa sababu ndio mchakato mzima wa mwanadamu kujitambua na kuelewa silka yake, hulka zake na mambo yake. Ni vyema kufahamu vitu vitatu kwa undani. Ninafahamu na ninajua kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao umepata elimu kuhusiana na masuala ya roho, nafsi pamoja na mwili pengine umeipata kupitia imani zetu za kidini au umezipata kupitia platform zingine kuhusiana na vitu hivi vikubwa vitatu: roho, nafsi pamoja na mwili. Lakini leo mimi, mwalimu wako wa kiroho, nimekuletea kwa lugha nyepesi sana kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na roho nafsi pamoja na mwili kuvifahamu kwa lugha nyepesi, lakini mimi nakuletea haswa katika msingi wa falsafa, kwa sababu falsafa ndio msingi wa vitu vyote ambavyo unavyoona katika ulimwengu, ndio msingi wa kutengeneza logic, ndio msingi wa kutengeneza mantiki, ndio msingi wa kutengeneza maana, falsafa. Kwa hiyo ni vyema kuyafahamu haya kwa kina katika msingi wa falsafa lakini tutagusa pia kwenye upande wa imani za kidini: roho, nafsi pamoja na mwili. Sasa roho tutaizungumzia katika mada nyingine, na roho ni sawasawa na chanzo, kama mtandao wa kiungu. Tutakuja kuizungumzia kwenye mada na kuichambua kwa undani, lakini leo tutazungumzia nafsi. Nafsi katika msingi wa falsafa ni antena, kama kipokeo cha mawimbi ambayo tuko nayo katika ulimwengu huu, lakini mwili ni kifaa kinachoonyesha kile ambacho kinapokelewa katika maisha ya kila siku katika maisha yetu. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye mada ambapo tunasema <coughs> wengi wamekuwa wakijiuliza kuwa nafsi ni nini, na pengine wamekuwa wakijiuliza au katika msingi wa maarifa, nafsi ni sehemu ya ndani ya utambuzi, sehemu ya ndani ya utambuzi iliyounganishwa na roho isiyoonekana na mwili wa kawaida. Lakini nafsi ni antena inayopokea na kusafirisha mawimbi ya kiroho, ili yaonekane katika tabia zetu za kawaida za kila siku, lakini pia katika maamuzi yetu ambayo tunayafanya kila siku na maisha yetu ya kila siku. Ni vyema kufahamu maana ya nafsi kwa undani. Ndio maana leo nimekuletea somo hili ili uweze kutambua nafsi ni kitu gani. Kwa hiyo tumefahamu hapa kwamba nafsi ni antena, nafsi ni antena, antena ambayo kazi yake ni kusafirisha na kupokea, kusafirisha na kupokea mawimbi, au kutafsiri mawimbi ya kiroho kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho, yaonekane katika tabia zetu za kila siku, lakini pia maamuzi na maisha yetu ambayo tunaishi mimi na wewe. Sasa hiyo ndo maana ya nafsi ambayo tumeizungumzia kwenye mada hii. Hizi ni miongoni mwa sifa ambazo zinahusika na nafsi. Ni vyema kuzifahamu kwa undani na ili uweze kufahamu nafsi ni kitu gani. Na nimeshakwambia kule nafsi ni antena. Antena ambayo ina nasa mawimbi na inapeleka mawimbi, inasafirisha katikati, inasafirisha kutoka kwenye roho kuleta kwenye mwili, mwili kutoka kwenye mwili kupeleka kwenye roho, kwa nafsi kwa iko katikati ni, du, ni dua fulani hivi ambalo linapokea ni receiver, ni wifi fulani ambayo inapokea mawimbi. Kwa hiyo ni vyema sana kufahamu hilo. Sasa nafsi kikawaida haiwezi kuguswa na mwili wa kawaida. Yaani kuigusa nafsi hivi ni ngumu, lakini na nafsi inaweza kupimwa kisaikolojia au kupimwa kifikra, yani uwezo ule wa kufikiri, uwezo wa kutafakari mambo tunaupima kupitia eh, eh, kwa hiyo ni vyema kufahamu nafsi kwa upande wa kisaikolojia, lakini pia nafsi inahusika na mantiki, kwa Kiingereza tunasema logic, maswali, kujiuliza, kutafakari, kutafuta maana. Nafsi inahusika na hiyo, ni sehemu na pointi muhimu sana kufahamu hilo, lakini nafsi inahusika na kumbukumbu. Mambo yote yanayohusika na kumbukumbu za mababu za mabibi za nani na nani, za kiroho. Nafsi inahusika sana kunasa mawimbi ya kumbukumbu kutoka katika ulimwengu wa kiroho, tutafahamishana baadaye kwenye sehemu ya pili. Lakini nafsi inahusika pia na fikra, tafakari, fikra na uamuzi. Ni vizuri sana kufahamu nafsi ndio inahusika na hicho, na pia vile vile nafsi inahusika katika maswala mbalimbali mbali ya mabadiliko katika mazingira pengine kupata uzoefu, lakini pia kukua na kujifunza. Nafsi ina kazi hiyo. Narudia tena hapa, nafsi inahusika zaidi katika mabadiliko kwenye mazingira na kupata uzoefu kulingana na aina fulani na mambo fulani ambayo yanakutana nayo, kwa mfano kukua, lakini pia kujifunza. Ndio maana tunakwenda shule, ndio maana tunasikiliza masomo. Kwa hiyo, hapa mimi na wewe tunawasiliana na unajifunza kupitia nafsi, sio mwili Hichi kitendo cha kunisikiliza mimi, sauti yangu inaopenya kwenye masikio yako, ndiyo ninachokizungumzia kinachopokea. Pale sio mwili, kinachopokea ni nafsi. Nafsi ndio inapokea hizi, haya mawimbi. Kwa hiyo, mawimbi yanapenya moja kwa moja kwenye ulimwengu wa ufahamu, ulimwengu wa ufahamu kwenye kichwa, kwenye akili. Kwa hiyo, ni vyema kufahamu hilo, lakini nafsi inaweza kudhurika kisaikolojia. Nafsi inaweza ikadhurika. Ndio maana tunashauriwa sana sana aina gani ya nyimbo tusikilize, aina gani ya maneno tusikilize, aina gani ya sehemu tukae. Nafsi inaweza ikadhurika, pia nafsi inaweza ikadhurika katika masuala mbalimbali, ikiwemo shida za kiakili ama afya ya akili. Kwa afya ya akili ni moja kati ya madhara ambayo yanapatikana kutokana na athari za nafsi kwao kinachoumia kinachopata matatizo ni nafsi, sio mwili kwao. Hapa tunapata maradhi ya kiroho, tunapata maradhi ya kiroho. Ndo maana ya kukwambia, hizi ni miongoni mwa sifa za nafsi.